Jeshi la polisi kanda maalum ya Dar es Salaam linawashikilia watuhumiwa 325 wa matukio mbalimbali ya uhalifu katika msako mkali unaoendelea jijini Dar es Salaam, ambapo pia jeshi hilo limepiga marufuku uuzwaji wa silaha za kienyeji barabarani, yakiwemo mapanga, visu, pinde, mikuki na manati. Hamisi Suleiman anaripoti. Kamishna wa polisi kanda maalum Dar es Salaam Simon Siro akizungumza na waandishi wa habari amesema watuhumiwa waliokamatwa ni pamoja wanaojihusisha na unyang'anyi wa kutumia nguvu, makundi ya uvamizi katika nyumba maarufu kumi nje kumi ndani, pamoja na makundi ya poraji yanaovizia watu giza linapoingia. Aidha, upigaji marufuku wa silaha za jadi, amesema jeshi hilo limebaini zimekuwa zikitumika mara kwa mara katika matukio ya uporaji, pamoja na kuwatishia wananchi. Silaha hizo na kuanzia sasa zimetakiwa kuuzwa maeneo maalum, pamoja na muuzaji kuwa na kibali, zia hili kwa nguvu zote, kwamba wale waliokuwa na mazoea ya kuuza mapanga au visu au majambia barabarani au pinde au manati barabarani Waache mara moja. Tutafanya operesheni hiyo na tunaendelea kuifanya kuhakikisha kwamba wanaofanya hiyo biashara tunawashtaki kwa mujibu wa, wa sheria zilizopo. Aidha jeshi hilo limesema kesho litafanya maadhimisho maalum ya jeshi hilo maarufu Police Day katika viwanja vya Leaders Kinondoni ambapo wataonyesha mazoezi ya kipolisi mbalimbali, lakini pia pamoja na hapo watashiriki katika zoezi la usafi katika hospitali za Mwananyamala, Temeke, Ilala na Muhimbili. Eneo ya Leaders Club pale tutakuwa na mheshimiwa uh, waziri wetu wa mambo ya ndani. Tutaanza asubuhi mazoezi, lakini baadaye kutakuwa na maonyesho mbalimbali, kwe ni wakaribisha sana. Lakini baada ya hapo tutahakisha tuta, tuna tembelea hospitali mbalimbali. Hamisi Suleman, Channel 10, Dar es Salaam.